Yes, hello. Karibuni kwenye YouTube channel yangu. Ndio nime nataka ni post video ya kwanza kabisa. Kama nilivyowaambia, nitaenda kupambania YouTube channel yangu, kwa hiyo hii ndio video ya kwanza kabisa. Nimeamua ni ni complicate chochote, maana sijui chochote sijui vitu vingi, ndio nimeanza. Kwa hiyo kitu cha kwanza ninachotaka niwaambie kwamba topic yangu ya kwanza nataka ni post ni kwamba kuaga, tunaona matajiri wana matajiri waga au au zile motivation au watu wale waliotoboa wanasema kwamba huu oh, maskini wanakuwa wanalala sana, sio nini, ndio maana wafanikiwe. Sasa nataka kuanzisha kama challenge au ile go ahead kwamba kwa mba, kuwa, uwe tunaamka mapema kila asubuhi, si ndio tu, tunaamka mapema kama matajiri wanavyosema kwamba ukiamka mapema, sio ndio utatoboa na nini kwenye maisha. Nitakuwa naamka mapema kila siku. Mabadiliko ni yapi? Kwamba ninavyokuwa ninavyokuwa siamki mapema, napokuwa nachelewa kulala na kuchelewa kuamka, utafauti ni wapi na pale ninapowahi kulala na kuwahi kuamka? Nini kitabadilika kwenye maisha yangu? Nini kitasogea? Nini kitapungua? Nini nitaacha? Nini sitoacha? Kwa hiyo kama nilivyowaambia, itakuwa ni hii channel ya self motivation tu, na faida zake ni kwamba unakuwa umeamka mapema kabisa unavyoamka sema, labda saa kumi na mbili au saa kumi na moja inategemea na wewe una plani gani. Cha kwanza kwanza, unapata muda wa kukaa kufikiria maisha yako, unajiona kabisa umemanifest, unataka uwe wapi. Kaa chini na kumwomba Mungu kama dakika kumi, ile asubuhi unamwomba Mungu, kukiwa kimya, kukiwa mna boksa, kukiwa mna makelele, unakaa ni wewe na Mungu wako, unaomba una, tu kile unachotaka kwa Mungu wako kufanyia. Kitu cha pili, kuplan maisha yako, kuplan siku yako nzima unataka iwaje, unataka ufanyeje. Unataka, unakuna, kuna watu wan, wa matajiri wanasema kwamba unachukua notebook wanakuwa na notebook zao wanakuwa madaftari yao ambao wanaandika goals zao na plan zao. Kuna goals za siku nyingi za, za kama mtu ana goals miezi mitatu au mpaka miezi sita ijayo au mpaka mwaka ijayo ametimiza, lakini kuna goals za siku kulingana na zile goals zako za miezi sita au mwaka, kwa siku ile utafanyaje ili ku kujaribu kufikia hata pasenti moja au pasenti mbili ya lego lako la lirefu. Ukiwahi kulala akili yako na mwili na, na, kwayo, na kwa yanapumzika. Kwa hiyo so unakuwa sio mzito kufanya mambo yako kufikiria mambo yako, unakuwa mchangamfu, unakuwa ya choka choka. Kwa hiyo ni jambo zuri pia kwa namka asubuhi, ni jambo zuri kutesti kwa mka tuone itakuwaaje. Kitu kingine tu unakuona, unakuwa unawahi kuamka zaidi ya wengine. Kuna kuna jinsi tunajisi kama wewe ni mwamba unavyowahi kuamka zaidi ya wengine, juu ya wengine na kufanya maisha yako. Kuna wengine labda wana mara nyingi, watu wanaambiwa asubuhi kufanya mazoezi pia, yaani ina, inakusaidia. Kwa hiyo tutaona, tutakuwa tunafanya hivyo, halafu tuone baada ya muda nini kitabadilika, nini kitakuwa kime kimetakuja kuwaelezea kwenye hii chaneli yako. Kwa hiyo stay tuned, tunaanza. sina sina subscriber hata huyu mmoja, kwa hiyo natumaini iko siku mtapata. Kwa hiyo tujaribuni, kitu kingine ni kwamba tu, tujaribu kuwa focus tu focus kwenye maisha ile asubuhi inasaidia, inasaidia labda ukiwa una focus kwenye maisha, ukiwa una unakuwa ni mzuri kufikiria, unakuwa ni unajisikia kama una bugza, unafanya mambo yako chap, unaenda sehemu ambayo una wayo, unafanya mazoezi una unasali, ni jambo zuri. Kwa hiyo nitafanya hivyo, afu nione itakuja kuwaje. Sijui itakuja kuwaje, lakini nita keep it up. After all, mimi ni naitwa Junior from Arusha Tanzania. Nimetoka Tanzania, niko Tanzania. Iko siku sukusuku kwa Tanzania kwa hiyo we'll see about that. Ni katika malengo tu. Alafu hivyo tu. Iko siku nitakuwa na subscriber, mtaona hizi video zangu nikija kuwa na subscriber wengi. Ndio naanza actually, wanasema unavyotakiwa uanze, unatakiwa tu post usifikirie mambo mengi mwisho wa siku unakuwa unajifunza unavyoenda mbele. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa kwenye maisha, kile kitu ambacho umekifikiria, jaribu tu kuwa na uthubutu. Na mimi ndo nimeanza hapa, ndo nimejaribu. Sijui itakuwaje lakini inshallah Mwenyezi Mungu atasaidia, atanipa nguvu zaidi ya kufika mbali. Haya, tutakutana kwenye video nyingine inayokuja ambapo nitaenda kuelekeza mambo mengine zaidi.